Majina yangu naitwa Askofu Patrick Bwire Jaraba, lakini pia ni mkurugenzi wa taasisi ya Nethefota. Nethefota ni jina lenye maana ya New Trust Help Foundation in Tanzania, yaani tumaini jipya la kusaidia Tanzania. Tunamshukuru Mungu kwa hii shughuli iliyofanyika hapa ya kuwahudumia watoto zaidi ya 150 ambao wanaishi katika mazingira magumu na ambao wengi wao wamefiwa na wazazi wao wote, wengine wanaishi na mzazi mmoja, wengine wanalelewa na mabibi na wana mazingira magumu sana. Kwa hiyo kwa sababu tunaelekea sikukuu za Krismasi au kuzaliwa Bwana Yesu Kristo tumeguswa sasa kama taasisi kuweza kuwafanya hawa watoto wetu waweze kufurahi. Kwa hiyo tumewafurahisha watoto hawa siku hii ya leo kwa kuwapatia matumaini mapya ya kuanza mwakani kuweza kwenda shule bila wasiwasi yoyote, wasi tumewasaidia vifaa vya shule, mabegi, kalamu, bofa, rula na mifuto, ili ya kwamba waweze kuanza Januari wakiwa na matumaini ya kuweza kuendea ndo, kuendea ndoto zao za kusoma vizuri bila wasiwasi, wakijisikia furaha watoto kama watoto wengine. Kama taasisi tumeona kwamba tufanye jambo ambalo litawagusa hawa watoto, na wenyewe wasijisikie kama wapweke. Hiyo ndiyo kazi iliyofanyika hapa na, tutakuwa, na tumekuwa na zoezi la kula nao chakula cha pamoja hawa watoto. Angalau kuna watoto ambao tunapoelekea hizi siku za sikukuu wanakosa hata kukaribishwa, lakini sisi kama taasisi tumeona tuandae chakula ili angalau pia tuweze kula nao pamoja wafurahi pamoja kwa kuadhimisha sikukuu za Krismasi. Wazazi wote na walezi wahakikishe ya kwamba tunapoelekea kufungua shule Januari, mjitahidi sana kuwapeleka watoto shule, kwa sababu elimu ndio ufunguo wa maisha. Elimu inaondoa ujinga kwa watoto. Jitahidi kabisa, mzazi, kama una mtoto nyumbani, usimweke nyumbani mtoto. Eh, hakikisha mtoto wako anakwenda shule. Kwenye mkoa wetu wa Mara, wazazi wengi tuna tabia za kuwaozesha watoto wadogo. Kwa hiyo naomba nitumie jukwaa hili kuambia wazazi, hasa mkoa wetu wa Mara, ambao unapomwona mtoto wa kike amefikia umri fulani unatamani aweze kuolewa, ebu hapana, acha kwanza hiyo tabia ebu tuwapeleke watoto wapate elimu wakipata elimu, elimu itakuja kuwasaidia hata wakiwa kwenye ndoa zao. Kwa hiyo ndoa za utotoni hazitakiwi kabisa. Hebu tuione Januari kama fursa mpya ya watoto wetu kuanza shule, na uwasisitize watoto wako waende shule kwa, kwa manufaa yao ya baadaye. Asanteni sana.